Asifiwe! Yesu ni mwema, Mungu ni mwema, anabaki kuwa mwema siku zote. A, karibu sana. Kwa majina yangu naitwa Samuel Barasa, naitwa Samuel Barasa, jina la tatu ni Nyongesa. Nashukuru Mungu kwa nafasi hii ambayo ametupa. Nimeokoka. Uh, Yesu ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu, na pia yeye ni Bwana na Mwokozi wa maisha yetu sisi sote, kwa wale ambao tunaamini ya kuwa Yesu Kristo ni Bwana na Mwokozi, na Yesu anatuita sisi sote tumwamini. Jioni ya leo Bwana anataka kutuzungumzia na kutuambia ya kuwa sababu gani Eh, tunafaa kuokoka . Why should we have to get saved? Why should we have to receive salvation, to receive Jesus Christ? Why? reasons why we have to receive Jesus Christ, our Lord and Savior. uh, na kabla ya kujua ni kwa nini unaokoka? Sababu swali ni hii, unaokolewa uh, kutoka kwa nini ni mm? nini hi unaokolewa? Maana kuokolewa inamaanisha ni mtu aliye katika shida anaondolewa, kwa hiyo shida anaondolewa, kwa hiyo tatizo, ama anaondolewa kwa ile jambo ambalo linamkumba, kwa sababu ako katika mahali ambapo kwa kawaida tunajua ni maangamizi ni kuangamia ni kupotoka na kupotea kabisa, hapo ni kuna mauti. Lakini mtu anaweza kuokolewa aepukane na hiyo mauti, aepukane na jambo hilo. Sasa hiyo ndio kuokolewa, kutolewa katika jambo ambalo linaweza kukufanyia maangamizi, jambo ambalo linaweza kukumaliza kabisa, ama linamaliza kitu sehemu fulani ya maisha yako inaweza kuwa inamalizwa kabisa, imeharibika na imeharibiwa na iko mashakani, iko katika shida fulani. Hivyo basi ndio inaokolewa. Sisi kama binadamu, Mungu alituumba na akatufanya tuwe eh, viumbe ambavyo ni vya kipekee, akatuumba kwa sura yake na mfano wake, akatu vumlia pumzi, akatupa pumzi yake hiyo, uhai wake. Mungu ndiyo chanzo cha uhai, na hakuna kitu inatoka katika kitu kisicho na uhai ikakuwa na uhai. Mawe haiwezi zaa kitu ambacho ina uhai, eh, kitu ambacho hakina uhai, akiwezi leta kitu kina uhai. Kwa hivyo sisi ambavyo tuna uhai tunatoka kwa Mungu ambaye alitupatia uhai. Lakini kuna jambo ambalo lilifanyika. Mwanadamu alipatiwa sehemu na nafasi, akapatiwa akae katika bustani ya Edeni akaichunge, akapatiwa na ulimwengu wote awe kiongozi yake aichunge. Kwa hivyo, baada ya kupatiwa hiyo eh, na alikuwa amepatiwa sehemu nzuri ya sura na mfano wa Mungu. Hiyo ni katika kitabu cha Mwanzo moja ishirini na sita vile ambavyo Mungu alimuumba binadamu kwa mfano wake na kwa sura yake. Mwanzo moja ishirini na sita kitabu cha Mwanzo moja ishirini na sita Neno la Mungu linasema hivi. Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama wa wanyama na nchi yote pia, na kila chenye kutambaa kitambaacho juu ya nchi. Kwa hivyo Mungu akamuumba binadamu. Mungu akaumba mtu kwa mfano wake kwa mfano wa Mungu aliwaumba mwanamume na mwanamke aliwaumba Mungu akawabariki Mungu akawaambia zaeni mkaongezeke mkaijaze nchi na kuitisha mkatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na kiumbe chenye uhai kiendacho juu ya nchi Aa, Mungu akawaumba na akawaweka juu ya samaki wa baharini, ndege wa inchi, na kila kitambaacho na kila kitu, ilikuwa chini ya mwanadamu, vile Mungu ambavyo alimpatia. Lakini pia Mungu ilibidi lazima aweke mwanadamu ajue Mungu ni Mungu, ajue Mungu yeye ndiye anayetawala, yeye ndiye ambaye anastahili heshima, yeye ndiye Mungu kukua Mungu ni kumaanisha yeye ndiyo final. Yeye ndiye anasema, yeye ndiye ana nguvu na uwezo zaidi ya kila nguvu yote. Yeye ndiyo Mungu, ana nguvu zaidi ya nguvu ya kila kitu. Ana uwezo wa kufanya uumbaji, anaweza kuumba. Huyo ni Mungu, ana uwezo wa kufanya mambo makubwa ya ajabu, hata kuita vitu ambavyo haviko vikawa. Alisema na iwe nuru, na nuru ikakuwa. Hivyo ni kazi ya mkono wa Mungu. Kuna kitabu cha Zaburi, Zaburi kumi na tisa. Kitabu cha Zaburi kumi na tisa tusome, inatuambia nini. Zaburi kumi na tisa neno la Mungu linasema mbingu za ubiri utukufu wa Mungu, na anga laitangaza kazi ya mikono ya Mungu. Kwa hivyo eh, tujue ya kuwa mbingu inatangaza, mbingu inaonyesha utukufu wa Mungu, zinahubiri kila siku. Napoamka na kuangalia bingu, inakuhubiria utukufu wa Mungu, vile Mungu ni mkuu, vile Mungu ana uwezo, vile yeye ndiye ambaye anayafanya vitu vikawa katika bingu, vikaendelea na kukua katika safari yake na kazi yake, na anga laitangaza kazi ya mikono ya Mungu. Hii anga ambayo tunaona pia inatangaza kazi ya mikono ya Mungu, inaonyesha ni Mungu ambaye aliumba vitu vyote. Zaburi kumi na nne inasema mpumbavu amesema moyoni mwake hakuna Mungu. Kwa hivyo Mungu yuko na yeye anatawala na aliumba kila kitu, kila kitu Mungu aliumba kila roho, kila nafsi, kila mwili na kila kitu aliumba, jiwe aliumba, mawe aliumba, hewa aliumba, wanadamu wote, wanyama wote, ni Mungu ambaye aliviumba hizo vitu vyote, na kumuumba mwanadamu akampatia sheria akamwambia, kula tunda yote katika hii bustani, bustani nzuri ya kupendeza macho, bustani nzuri ambayo alikuwa na chakula chote ambacho alikuwa anahitaji huyo mwanadamu, ambaye ni Adamu, amepatiwa kila kitu. Lakini kwa sababu shetani, mmoja wa malaika wa Mungu ambaye alianguka, akakuja na hila akakuja na udanganyifu, ili amdanganye binadamu aanguke na kutoka katika uhusiano na Mungu. Na hata bado siku ya leo, huyo shetani anadanganya binadamu, anawadanganya binadamu anawaambia Mungu hawezi, anawaambia Mungu afanyi kitu. Hata wengine anawadanganya, wanadhani shetani hayuko. Shetani yuko, lakini yeye si ati ako kila mahali. Anatumia watu wake, anatumia agents wake kufanya kazi, na anadanganya watu kwa kupitia njia mingi. Anawadanganya, anawadanganya, kuja niwapatie pesa, mniuzie nafsi zenu atikuja niwapatie eh, wafuasi Mungu anaweza kukupatia wafuasi. Mungu anaweza kukupatia utajiri. Mungu anapatia watu wale wanaonyenyekea, wale wanaomwamini Mungu, maana kila kitu iko katika mikono ya Mungu. Vile anasema katika Zaburi ishirini na nje na ishirini na nne ya kuwa bingu bingu, eh, nchi yote na vile vimejaa ndani yake ni ya mali ya Mungu. Zaburi ishirini na nne moja inchi na vyote vijaavyo ni mali ya Bwana, dunia na vyote viwakaao ndani yake. Kwa hivyo Mungu anaweza kukupatia chochote, hawezi kukunyima. Yeye anakupatia kwa utukufu wa jina lake. Aliwapatia wafalme, alimpatia Daudi wafuasi, alimpatia. Kama ni wafuasi, kama ni utajiri, aliwapatia hata na wana wa Israeli utajiri mkubwa wakati walikuwa wanatoka nchi ya Misri, aliwapatia utajiri mkubwa, fedha na dhahabu, aliwapatia kwa wingi. Aliwapa uwezo wa kukua, uh, kutokuwa na watu ambao hawazai, walizaana wengi, mifugo yao ilikuwa mingi, walikuwa na utajiri mkuu. Aliwapatia nchi ya kurithi bure, hawakulipa chochote, hawakugharimika, walipatiwa na Mungu. Hata wakati hao wana Waisraeli walikuwa wanaenda katika vita vya kupigana kinyume na wale walikuwa ambao wameenda kinyume na mapenzi ya Mungu, na Mungu akawahukumu. Ni Mungu ambaye alikuwa anawafadhaisha, ni Mungu ambaye alikuwa anapigania Israeli, hata si kwa nguvu zao. Aliwaambia wakati Mungu atawafanya mmiliki hiyo nchi, msiseme ni kwa nguvu yenu hata kuna wakati Gideon alikuwa na jeshi ya watu thelathini, lakini Mungu akamwambia punguza, ndio wasiseme ni kwa nguvu yao. Wana wa Israeli wasiseme ni kwa nguvu yao, tusiseme ni nguvu yetu. Imetufanya tuko na gari kumi, imetufanya tuko na pesa, imetufanya tuko na mali, imetufanya ndio, ni ujanja wetu? Sio ujanja wetu, ni Mungu. Hata wakati hatujali bado Mungu anatujali kwa hivyo tumtegemee Mungu. Basis, kuwa na weka ya tujue ya kuwa Mungu ndiyo kila kitu kwa maisha yetu. Mungu ndiye ambaye alitumba na binadamu wakaanguka pale Mwanzo tatu, walikubali ushauri wa shetani. Binadamu walikubali ushauri wa shetani, ambapo alikuja akamwambia yule mwanamke eti Mungu amesema E, msikule ile tunda. Kwa hivyo alikuwa anajaribu kuleta kuzungumza, na sauti ya shetani pia inaongea katika sisi kati yetu, na sauti ya shetani ni ya kiburi. Sauti ya shetani iko kinyume na neno la Mungu. Sauti ambayo inakuongelesha katika mawazo wako ama kupitia kwa mtu ambaye iko na kiburi na iko na kinyume na neno la Mungu, hiyo ni sauti ya shetani. Sauti ya Mungu ni ya upole. Sauti ya Mungu ambayo ina, ina, inakuja na utakatifu, haikulazimishi na ikusukumi, inakuambia tu polepole kwa uzuri, ikikuelekeza kwa njia sawa, kwa utukufu wa jina la Mungu. Kwa hivyo huyo, eh, awa if akajibu shetani akasema, akajibu kwa nakamba ako na hasira kwa nini Mungu aliwakataza? Akaongeza Mungu akusema, ati na wasiguze huyo, mwanamke akaongezea akasema hata na Mungu amesema tusiiguze tu hiyo matunda eh. Kwa hivyo tufuate kile Mungu amesema, tusisikie usawishi wa Shetani, ambapo kitu chochote kinaenda kinyume na mapenzi ya Mungu, hata ni kidogo, kama kuiba kalamu katika ofisi, kama kuiba hata hiyo kitu kidogo hiyo ni kinyume na mapenzi ya Mungu, hata kuavya mimba, abortion. Unaona, ni kama huyo mtoto ni mdogo na bado hata ana kitu, hiyo ni dhambi, hiyo ni kuua. Hata ile ambayo Yesu alisema kuita mwenzako mpumbavu, hiyo ni sawasawa na kuua, ni dhambi sawasawa na kuua. Kwa hivyo tusisikize hata kitu chochote kidogo sana ambacho kinaenda mapenzi yetu kinyume na Mungu, lakini tujue ya kuwa kwa hivyo hatujakamilika, si kuwa tunaweza kamilika, tunaweza tu kamilika kwa sababu Yesu Kristo, ambaye hakutenda dhambi, ambaye hakufanya kitu chochote kibaya, ambaye alitimiza sheria zote za Mungu, ambaye aliishi kama binadamu mimi na wewe, lakini yeye alikuwa kabisa kama mwanadamu kabisa, na Mungu sawasawa, na akaishi maisha hii na akatimiza sheria ya Mungu, na yeye ndiye ambaye anatuokoa kwa damu yake ambayo alimwaga pale msalabani kwa ajili yangu mimi na wewe. Sisi sote, kila mtu, kila mtu, kila binadamu, kila binadamu tumetenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu, Warumi tatu ishirini na tatu. Kwa sababu wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu wote. Biblia inaanza hapo Warumi tatu kumi kama alivyoandikwa ya kwamba hakuna mwenye haki hata mmoja, hakuna afanya, afahamuye, hakuna amtafutaye Mungu, wote wamepotea, wameoza wote pia, hakuna mtenda mema la hata mmoja. Koo lao ni kaburi wazi, kwa ndimi zao wametumia hila, sumu ya fira hii chini ya midomo yao. Uh, Biblia inaenda ikisema, vinywa vyao vimejaa laana na uchungu, miguu yao ina mbio kumwaga damu, uharibifu ni mashaka yamo njiani mwao, wala njia ya amani hawakujua kumcha Mungu hakupo machoni pao, wale wote sisi sote, kila mtu. Na neno la Mungu ndilo ukweli, hakuna ukweli kando ya neno ya Mungu, hakuna ukweli mwingine. Sababu kubwa ambayo ninalifuata na kuamini neno la Mungu ni ukweli na hakika, hakuna uongo katika neno la Mungu, hakuna uongo katika kazi ya Mungu hakuna uongo katika kila Mungu. Neno ambalo Mungu analisema na kulitenda ni la ukweli. Neno la Mungu ni la ukweli hakika, na ikisema sisi sote tumepotea, hata na sisi sote ndani ya mioyo yetu tunajua ya kuwa tumetenda makosa, tumeenda kinyume na mapenzi ya Mungu. Ama tujiulize swali, nani ajewahidanganya aseme tu nani ajawahi danganya? Ujawahi tangu uzaliwe paka saa hii, ujawahi danganya? Ujawahi tukana? Ujawahi chukia mtu? Sema saa hii mbele za Mungu, wewe ujawahi tenda dhambi tangu uzaliwe? Wewe ni mtu mwema eh? na unaweza enda binguni peke yako katika matendo yako, ukitenda matendo yako wewe unaenda binguni? Ni nani? Sisi wote hata na mimi nimeko na hiyo upungufu, lakini kwa sababu Yesu Kristo kwa neema ya Mungu ameniokoa, ametuokoa sisi sote. Sisi sote tumeokolewa, lakini ni wale ambao watamkubali Yesu Kristo awe Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Basi neno la Mungu ni ukweli na hakika, na yule mpinga Kristo shetani anapinga neno la Mungu, anaipinga usiku na mchana, anatafuta kila njia, anapinga usiku na mchana, analeta sauti katika masikio yako, usisikie neno la Mungu, usitafute Mungu. Huyo ni mpinga Kristo, ataki upate mema. Watu wanatoa ushuhuda, mimi natoa ushuhuda. Amani niko nayo ndani ya Yesu Kristo, amani ambayo ulimwengu huwezi nipatia na nashukuru katika kukua ndani ya Yesu Kristo, na hakuna kitu ambacho kinaweza nitoa katika kumwamini Yesu Kristo. Hata mtu aseme anipe nini, aseme anipatie ulimwengu wote ili nimkatae Yesu Kristo, hapana, siwezi kubali. Nikiwa kwa Yesu Kristo, hii dunia ni yake yote, anaweza nipatie sehemu anayotaka, nawezi ni nyima. Mimi ni mtoto wake mimi ni mwana wake, mimi ni rafiki yake, awezi ni nyima. Na wewe usikubali kupatiwa fedha na kitu kingine umkane Yesu, usikubali kitu kingine ya kumkana Yesu. Yesu ndiye anayetupenda, Yesu anatuita faida ama sababu. Ni kwa sababu nilianza Mungu akatufafanulia ya kuwa uhai inatoka kwa uhai na Mungu ndio uhai, eh? Mawe haiwezi toa uhai, mawe haiwezi saki, haiwezi zaa kitu ya uhai. Kwa hivyo kwa Mungu ndio kuna uhai. Shetani ana uhai ya kupeana hana, ni Mungu ndiye anapeana uhai, ni Mungu ndiye amekupatia uhai, unaishi leo, unaona unatembea, ni Mungu eh? ni Mungu ndiye anapeana uhai. Sababu ya kwanza ya lazima uokoke ni yakuwa ujue sisi wote tumepungukiwa na utukufu wa Mungu, tumeanguka. Dhambi iliingia duniani kupitia kwa mtu mmoja Adamu, na inatolewa na mtu mmoja Yesu Kristo, kwa wale wanamwamini Yesu Kristo. Lazima tukubali ndani ya moyo wetu, tukubali tumekosa. Hata tufanye matendo mazuri, hata tukuwe tunasaidia watu ni vizuri usiwache kusaidia watu, usiwache kufanya matendo mema. Fanya matendo mema kwa ndugu zako, wapende, penda jirani yako na umfanyie mema, mtu ambaye uko na karibu, mtu yoyote mtendee mema, matendo mema ya Kataliki. Maandiko inatuambia tuyatende hayo matendo mema, lakini tujue anayetuokoa ni Yesu Kristo, ni Yesu Kristo peke yake anayetuokoa Kuna watu hata waseme nini, njia ni Yesu Kristo. Njia haiwezi kuwa pesa, njia haiwezi kuwa umaskini, njia haiwezi kuwa matendo mazuri peke yake. Mm-mm, kwanza lazima tuoshwe na udhalimu wetu, dhambi zetu zioshwe, tupatiwe nguo mpya ya utakatifu, Yesu atupatie atuoshe na damu yake. Ujue maisha ni kiroho, maisha ni kiroho, ni kiroho. Usiangalie tu katika hali ya kawaida. Usiku unalala unaota ndoto, hiyo ni mambo ya kiroho, inakuzungumzia, yanakufafanulia nani. Mungu anazungumza na wewe, lakini pia kitu ambacho kinaenda kinyume na maandiko na inakuja katika ndoto, ujue pia shetani anahusika kukuangusha na kukuharibu lakini Mungu atasimama na kudhibitisha neno lake. Lazima tukubali, lazima tukubali. Mimi nimekubali, siwezi pinga. Mimi nilikuwa muovu na mdanganyi na mharibifu kabisa. Lazima ukubali, huwezi okolewa kabla hujakubali. Lazima ukubali, hata ushikiliaje, lazima ukubali. Hakuna kitu kingine kitakuokoa, hakuna. Mimi si kanisa naenda ndio itaniokoa, ni Yesu Kristo. Mbinguni hautakuwa unaulizwa kuhusu kanisa ulienda, haitakuwa inaulizwa kuhusu dini. Ndaulizwa, je, nimekubali Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yangu? Hiyo ndio swali tunaulizwa. Unauliza, wakati ulikuwa unaua, haukusikia kwa maneno la Mungu, haukusoma Mungu ameikataa. Haukujua Mungu ndio Mungu wa kila kitu. Mungu anatuonyesha huruma zake saa hii, Bwana anatuonyesha huruma zake saa hii. Kuna wakati, kuna neema, kuna hii neema saa hii, tunaishi wakati wa neema. Kuna neema hii mingi na upendo mwingi, ambayo Mungu amehakikisha neno lake linakufikia, maana hakuna vile tutaamini, hakuna vile utaamini bila kusikia na utasikia neno ambalo limehubiriwa, imekufikia kwa hivyo. Kwa Yesu Kristo tumehesabiwa haki bure, kwa neema tumehesabiwa bure, ni bure. Hakuna matendo ama kitu tunafanya ili tuwe wenye haki, bali ni bure kupitia kwa Yesu Kristo. Mazuri yote ambayo tunatafuta katika maisha yetu Iko ndani ya Yesu Kristo. Iko ndani ya Yesu Kristo, hiyo amani unatafuta, hiyo utulivu, hiyo mali, hiyo utajiri, iko kwa Yesu Kristo. Maisha iko kwa Yesu Kristo. Yesu anatuita kile unachotafuta kile unaona kwa maisha yako hakipo, kiko kwa Yesu Kristo. Yeye ni yote, yeye ni kila kitu, iko kwa Yesu Kristo. Amani ambayo unatafuta iko kwa Yesu Kristo, iko kwa Yesu. Warumi kumi tisa, Biblia nasema kwa sababu ukimkiri Yesu Kristo kwa kinywa chako ya kuwa ni Bwana na kuamini moyoni mwako ya kuwa Mungu alimfufua katika wafu, utaokoka. Kwa sababu ukimkiri Yesu Kristo kwa kinywa chako ya kuwa ni Bwana na kuamini moyoni mwako ya kuwa Mungu alimfufua katika wafu, utaokoka. Kwa maana kwa moyo wako mtu waamini hata kupata haki na kwa kinywa chake ukiri hata kupata uokovu. Kwa maana andiko lanena kila amwaminie hata tayarika. Kwa maana hakuna tofauti ya Myahudi na ya Myunani, maana yeye yule ni Bwana wa wote, mwenye utajiri kwa wote wamwitao wote, kila mtu ukiamini ukiamini kwa moyo wako na ukiri na kinywa chako, ukiri na mdomo wako, kile unatafuta iko kwa Yesu. Jioni ya leo, neno la Mungu linakuambia kile unatafuta iko kwa Yesu: kuokolewa, kupatiwa amani, kupatiwa utajiri na kupatiwa kila kitu.